Naitwa Bonaventure Makoni Kakengela ni yani, mzaliwa wa Mwanza Wilaya Ukelewe, na huko nimekuja kufanya shughuli zangu za ujenzi, ila kipindi nakuja Dodoma huku kulikuwa na changamoto ya maji sana, maana kazi zetu hizi za ufundi tulikuwa tunaenda saiti, unakuta maji yamekatika, yame inakatika hata siku tatu, unarudi nyumbani ufanye kazi kwa hiyo yali ilikuwa inaendelea sana yani, naona kutusumbua naona, ila kwa sasa hivi tunamshukuru Rais wetu Rais Samia kwa jitihada ambazo ame, ame, amewekeza kutuletea huduma ya maji. Kwa sasa hivi maji kwa kweli asumbui, maji yanatoka kwa wakati, tunapata huduma yetu kwa wakati na kikubwa zaidi katika sev ya katika kama zamani tunaenda site tunarudi bila kufanya kazi, kwa sababu ya changamoto ya maji. Ila kwa sasa hivi maji ni asilimia mia moja kwa sisi. Vijana wote tunamuunga mkono kwa miaka mitano tena ambaye inakuja, tunaomba tena na sisi tuko naye bega kwa bega. Mama yuko kazini.